Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Inapotokea umebahatika kupata fedha nyingi za mtaji wa biashara, changamoto kubwa unayoweza kuipata ni jinsi gani utawekeza hizo fedha. Usipokuwa mwangalifu, ni rahisi kufanya uamuzi wa kuzitumia hizo fedha kwa mambo yasiyokuwa na faida kwako. Kipindi cha leo nitaeleza mambo matatu ya kutekeleza unapowekeza kwenye soko la hisa. Unapotaka kufanya uamuzi wa kuwekeza kwenye soko la hisa unapaswa kufahamu kuwa kuna uwezekano wa kupata au kukosa katika uwekezaji wako. Hii ina maana kuwa itabidi utafakari mambo matatu ya muhimu yafuatayo. Kwanza ni swala la kuwekeza ili kulipwa gawio, yani dividend, kila mwaka. Kama unataka kuwekeza ili uweze kulipwa gawio kila mwaka, unashauriwa kununua hisa za makampuni ambazo yana historia ya kulipa gawio kila mwaka. Baadhi ya makampuni hulipa gawio kila mwaka lakini kiasi cha malipo ya hayo magawio ni kidogo kulinganishwa na malipo ya makampuni mengine. Suala lingine la muhimu, yaani namba mbili, ni kuwekeza ili kulipwa gawio kubwa. Kama unataka kuwekeza ili kulipwa gawio kubwa kila mwaka, unashauriwa kununua hisa za makampuni ambayo yana historia ya kulipa magawio makubwa, yani dividend, kila mwaka. Baadhi ya makampuni hulipa magawio makubwa kila mwaka, lakini hisa zake zinauzwa kwa bei kubwa na upatikanaji wake wa hizo hisa ni mgumu sana. Hii inatokana na sababu ya kuwa kila mtu anazitaka hizo hisa. Kwa hiyo kuzipata ni kazi kubwa. Sasa hilo ndio tatizo kuhusiana na haya makampuni ambayo yanalipa magawio makubwa. Namba tatu ni uwekezaji ili kupata faida kubwa. Ili uweze kuongeza uwezekano wa kupata faida kubwa, unashauriwa kununua hisa za makampuni ambayo bei zake za hisa huwa zinabadilika mara kwa mara. Unachokifanya hapa ni kununua hisa wakati bei zake ziko chini sana, na kujaribu kungoja pale bei za hisa zikipanda basi unakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata faida iwapo utaamua kuuza hizo hisa. Sasa faida yako inakuwa ni tofauti kati ya bei ya kununua na bei ya kuuza. Kwa hiyo kama wewe unataka kuwekeza kwenye soko la hisa kwa madhumuni tu ya kupata faida kubwa mara moja, tofauti na ile ya kungojea gawio mpaka mwisho wa mwaka, basi hii ndio nafasi yako, kwa maana kuwa angalia makampuni yale ambayo bei zake za hisa huwa zinabadilika mara kwa mara. Leo nakuta iko mia tano, kesho nakuta iko mia nane. Sasa unanunua hisa wakati bei zake ziko chini sana, na halafu unakaa na hizo hisa, unangoja bei za hisa zikipanda, basi haraka unauza hizo hisa. Sasa tofauti kati ya bei ya kununua na kuuza ndio inakuwa faida kwako, na unaweza kupata faida kubwa tu. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu, na leo nilikuwa naelezea mambo matatu ya kutafakari unapowekeza kwenye soko la hisa. Tunaomba uendelee kuangalia kipindi chetu siku za Jumatatu hadi Ijumaa saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na karibu tena.